na kujionea uh, watu mbalimbali wakitoka kwenye kampeni hapa, baada ya hotuba ya mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi vijana, lakini pia kwa wazee wakiwa wanashoka kusikiliza uh, ilani mbalimbali za chama hiki cha mapinduzi. Na kama unavyojionea hapa vijana wamekuwa ni wengi sana. Hey, mama kura. <tellow> Eh, unasema tena mama kura sio? E, kama bado vijana hawa ni wengi e, lakini pia kuna e, watu wazima wako hapa. Tusogee hapa kuzungumza na baadhi ya watu ambao watakuwa wanatoka kumsikiliza ilani ya chama cha mapinduzi, na hapa pia tunaweza kupata nafasi ya kuzungumza na watu mbalimbali wakiwa wanatoka kusikiliza. Ndio tumetoka hapa. <coughs> Ah, um, uh, tuko na watu kutoka hapa. Habari yako kiongozi? Eh, eh, fresh. Safi safi kabisa. E, safi. Yaani, safi kabisa. Kusikiliza ilani za mgombea wa rais wa chama cha mapinduzi. Yeah, ni kweli kabisa. Kitu gani unaondoka nacho siku leo? Kitu naondoka nacho mambo yote aliyoyafanya mama yako, vizuri tu. Yeah. Kwa hiyo mama yetu tunamsubiria tuweke tiki zetu tatu tarehe 29 mambo wa Sao. Okay. Ah, kama unavyosikia wananchi hao wakizungumza mazuri kuhusiana na mgombea rais wa chama cha mapinduzi. Ah, uh, Uh, lakini pia kuna mama huyo hapa. Mama habari yako? Nzuri habari yako? Safi kabisa. umetoka kusikiliza uh, ilani za mgombea rais wa Chama cha Mapinduzi. kitu gani unaondoka unaondoka nacho siku leo? Ah, uh, kitu ambacho nimeondoka nacho sikia leo, kwa sababu tunajua 29 ni kutiki tu kwa CCM. Hamna, yeah, mahali pengine pa kutiki, kwa sababu tunajua CCM nambari moja ndio chama chetu ambao kinatawala miaka yote na kitaendelea kudumu na kudumu tena. Wito wako upi kwa kina mama ambao nao pia wanatamani ku, eh, kusikia mazuri kutoka kwako? Ah, wito wangu ni lazima tukamalize tu, akina mama, akina mama mtaani wajitokeze kwa wingi pamoja na watoto wao oh, ili tarehe 29 hiyo tuta tukatiki. Sawa sawa. Eh. Asante. Bana hao ni watu mbalimbali ikiwa mbali, wanatoka hapa kuzungumza mengi kuhusiana na chama cha mapinduzi. Habari yako kiongozi? Ah, salama. Safi kabisa. Safi kabisa. kabisa. No, no, naona kitu. Eh, kitu gani hasa kinachokufurahisha siku leo? leo. Eh, kitu kilichomfurahisha watu ni wengi, wengi sana. Eh, mkutano wa Mama Samia Suluhu Hassan. Eh, wingi huu wa watu unahisi unamaanisha kitu gani? Namaanisha kuwa ni anapata kula za vishindo mpaka zinamwagika, mm. Eh, kabisa, kabisa. Sawa, kuitwa nani? Eh, naitwa Hamza Abdi Kigolo. Eh, kutoka wapi? Kutoka Buguruni. Buguruni. Eh, ni, mwenye, ni, ni, ni, ni kiongozi wa chanzo cha matumaini Tanzania chamata ambao ndio eh, wenzetu wale pale eh, mimi ni afisa tasmini wa mkoa wa Dar es Salaam yeah. Kwa hiyo tathmini yangu iko imeenda vyema, imeenda vyema. sawa sawa. Asante sana. Asante sana kwanza, ah ah, na sawa sawa... Wale ndio watu ambao uko nao eh. Sawa, ngoja ngoja, tuzungumze nao pia hawa. E, kiongozi wa Bugoruni anasema tuzungumze na watu ambao wako hapa. habari yako mama, Salami, mama. Wako. Safi. Naam. Ee, nimeambiwa nije kuzungumza na wewe sasa. Kuna kitu gani mpaka kiongozi kasema nizungumze na wewe ha? Anajua tulivyopambana na kutafuta kura za mama hmm, na tunavyofurahia na kusubiria tarehe ishirini na tisa kutiki sawa sawa. E, tumepambana sana kama sisi wamama wa mama, UWT na wamama wa mama chamata tumehangaika sana tafuta kura za mama na tumefanikiwa. Tuna uhakika tutafanikisha Eh. Mtoto wako upi kwa kina mama, Tanzania wote. Yaani nasema wote wajitokeze wakapiga kura, wasiogope kelele za chura, washindwe kunywa maji, tukapige kura mapema asubuhi, tukishapiga majumbani kwetu. Sawa sawa mama, na wewe hapo unawaambia nini? Mimi naambia wajitokeze kwenye kupiga kura eh. Naitwa eh, Maria Mtuli. Na wewe mama? Naitwa Hamisa Abubakari Mwinyipembe, au Mama Huruma. Sana, sana. Asante sana. Asante Naam, sana. Na, hao ni wananchi mbalimbali ambao wametoka hapa kusikiliza ilani ya Chama cha Mapinduzi cha CCM. Bwana, mimi naitwa Ali Chama, behind the camera ni Mawala Bakari, na hapa alikuwa anazungumza na wananchi mbalimbali ambao wametoka kusikiliza ilani za mgombea rais wa chama, Chama cha Mapinduzi eh, cha hapa Tanzania CCM, Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anakwenda kugombania tena kuwa mgombea urais wa Tanzania. Mimi naitwa Ali Adabu.